La Samburu. Gavana wa Kwale Fatuma Achani ameongoza ugavi wa basari ya shilingi milioni 60 kwa wanafunzi elfu kumi kutoka kwa familia za wale wasiojiweza wa shule za upili kutoka kaunti hiyo. Hatua hiyo inajiri baada ya basari kusimamishwa na msimamizi wa bajeti nchini Margaret Nyakango kwa zaidi ya miezi minane. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo kwenye makao makuu mjini Kwale, gavana wa kaunti ya Kwale amesema anataka msimamizi wa bajeti nchini Margaret Nyakang'o kuziruhusu serikali za kaunti kuendelea kutoa basari ili kuendelea kufadhili masomo ya watoto wanaotoka kutoka familia maskini. Sisi kama Kwale watupatie nafasi bora, ni pesa yetu wenyewe, sisi hatujaenda kuchukua pesa ya national government. Ile pesa tunaekea basari ni pesa yetu wenyewe. Tulikuja katika juhudi za kuweza kuongeza basari kutoka milioni 400 hadi 500. Tulijua kwamba wananchi wetu wote wako moyoni mwetu na ndio tukaweza kuongeza basari. Sasa madam, sisi twa kuomba ni wewe na mustaiki rais kule muungane, hii basari hii isiondoke mama, maana ikiondoka watoto Watabaki majumbani na mimba zitaendelea.